Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana, wapendwa wa Umoja 3 Bwana Yesu atukuzwe, ainuliwe Mwokozi siku ya leo. Nashukuru Mungu sana, ametupatia nafasi nyingine tupate kushiriki neno lake. Wapendwa, kwa hakika ni wakati wa kumwogopa Mungu ni wakati tu wa kuokoka, kwa sababu mahali tumefika, ni wokovu tu inaweza kutusaidia. Vitu za hii dunia haiwezi kukusaidia, haiwezi kuk kukupeleka mbinguni. Ole wenu mliopenda vitu za hii dunia, mali za ulimwengu, mali ya ulimwengu hadi mukakataa wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wale wote ambao watakataa wokovu na kukataa kuokoka wataangamia vibaya sana jehanamu. Lakini siku ya leo, nashukuru Mungu ametupatia nafasi nyingine tena ili tupate kusikia neno lake, na kwa hakika Mungu atazidi kutus, kutusaidia, wapendwa niwaambie ya kwamba wakati umeisha, na kwa hakika yale ambayo tunaona yakitendeka kila siku inadhihirisha ya kwamba Yesu Kristo anarudi. Na watenda dhambi wote, wale ambao wamekataa kuokoka, wanaona maisha ni raha. Hapa Nairobi wamekataa Mwokozi, wamekataa kumpokea Bwana Yesu. Wanaona maisha ni raha, bado wanataka kuponda raha, bado wanataka kufurahia maisha, wamekataa kuacha dhambi. Mpendwa, utaangamia vibaya sana. Ni wakati wa kukataa Shetani, ni wakati wa kupokea Bwana Yesu, ni wakati wa kusema la kwa dhambi na kukumbatia uokovu na kujiandaa kwa kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu Mungu Baba alitupenda sana akatuma mwana wake wa kipekee Yesu Kristo, ili wale wote ambao watamwamini Bwana Yesu na kuokoka na kukataa dhambi watapata maisha bora, watapata kuingia katika ufalme wa Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo alienda kuandaa makao kwa wateule, kwa watakatifu, kwa wale ambao watakubali kuokolewa, kwa wale ambao watakubali kutembea naye, kwa wale ambao watakubali kutenda mema. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Bwana asifiwe. Ningependa tusome kitabu cha Mathayo. Matthew chapter 25, verse 41. The word of the Lord tells us, Then he will say to those on his left, Depart from me you h who are cast into... into the eternal fire prepared for the devil and his angels For well, I was hungry and you gave me nothing to eat. I was thirsty and you gave me nothing to drink. I was a stranger and you did not invite me in. I needed clothes and you did not clothe me. I was ill and in prison and you did not look after me. They will also answer, Lord, when did we see you hungry or thirsty or stranger or in needing clothes or ill or in, in prison and it did not help you? You will reply, truly I tell you, whatever you did not do for one of these, the, the least of these, you did not do for me then he will then they will go away to eternal punishment but the righteous to eternal life Wapendwa niwaambie siku ya leo ya kwamba jehanamu ni ukweli, na kwamba wale wote ambao watakataa kuokoka, wale ambao wataendelea kutenda dhambi na kumfukuru Mungu, wale ambao wataona maisha ni raha hapa duniani, wataona maisha ni raha hapa Nairobi, waendeleze maisha yao katika anasa ya ulimwengu, wale ambao watakataa kuokoka, na waendelee kumfurahisha shetani wale ambao wanaona maisha bado ni mzuri, wacha waponde raha, wacha wadunge watu mabibi za wenyewe mima. Wale ambao bado wanaona maisha ni raha, wanataka kuuza mwili yao, wanaona sasa afadhali tu wapate pesa, hata kama ni kuuza mwili au hawataki kujali hao ndio wale Mungu atawahukumu. Kwa hivyo siku ya leo ni siku ya kukataa dhambi, ni siku ya kugeuka na kumfuata Yesu Kristo. Siku ya leo ni siku ya sisi sote tupate kukupatia uokovu wa dhamana wokovu wa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu ya ulimwengu yatapita. Hakuna kitu yenye itakusaidia ufurahishe mwili yako katika dhambi, katika nasa ya dunia, ufurahishe Shetani ukuwe wewe, kazi yako kila siku ni kufanya usherati, ni kulala na bibi za watu, ni kusambaratisha ndoa za watu. Hiyo haiwezi kukusaidia, ni Mungu tu ndiye anaweza kukusaidia, kwa sababu hayo yote itakufikisha tu je Hanamu. Lakini Mungu ni wa rehema na neema, na ndio kwa sababu siku ya leo ametupea nafasi nyingine tupate kutubu tupate kuwacha dhambi, kwa sababu dhambi na uovu wote itapeleka watu jehanamu. Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa. Haleluya, Bwana asifiwe. Tukisoma katika kitabu cha Yohana, John chapter Bwana asifiwe sana wapendwa wa, wa dhamana. John chapter 8 verse 44 the word of the Lord tells us you belong to your father the devil and you, and you want to carry out your father father's desires he was a murderer from the beginning not holding to the truth for there is no truth in him when he lies he speaks his native language for he is a liar and the father of lies yet because I tell the truth you do not you do not believe me kary can, can any of you prove me guilty of sin if i am telling you the truth why don't you believe me whoever belongs to god hears what god says the reason you do not hear is that you do not belong to god Bwana Yesu asifiwe sana, wapendwa. Shetani ana kitu yote mzuri anaweza kukupea kama tu kukuongoza kutenda maovu na, na kisha kukupeleka jehanamu. That is why today I am here to call each and every person to receive Jesus Christ as Lord and Savior and to follow Jesus Christ because the devil has nothing good to offer to you. The devil is only here to take you to hell. The work of the devil is to take you to hell, to lead you in the wickedness of this life and then take you to hell.

Wapendwa, wacha niwaambie ya kwamba wakati Mungu anakuita siku ya leo, usifanye moyo wako kukua mgumu. Mungu anataka kukusaidia, Mungu anataka kukuokoa. Mungu hafurahishwi na wewe ukiangamia, alafu kisha uende Jehanamu ile hali ameandaa binguni, ili sisi sote tupate kuingia katika ufalme wake aliyoandaa binguni Tupa te maisha bora maisha mazuri, jinsi tulivyojua na jinsi tunavyojua ni ya kwamba maisha ya hapa duniani imejaa na mateso, maisha ya hapa duniani imejaa na magonjwa na mauti. Watu wana shida, wakilia wakiomboleza, kila siku watu wanakufa, watu wanaendelea kuteseka, hakuna pesa, unalala njaa. Sasa hivi Mungu ana tuita ili kwamba tupate kuokoka, tuwache dhambi, tumtegemee, tutembee katika utakatifu, atusaidie tuingie mbinguni, kwa sababu ya ulimwengu yatapita na haya maisha itakuja kuisha. Hatukukuja kuishi hapa duni, kuishi hapa duniani milele, tulikuja hapa kuishi kwa muda mfupi sana, kisha tutaondoka. Ole wenu wale ambao mutakataa wokovu kisha uondoke hapa. Kama wewe ni mtenda dhambi benwa utaangamia sana, jehanamu. Na jehanamu si mahali utafurahia maisha. Wacha vile shetani anadanganya watu, ametuma watu hapa kuwadanganya, ati kuna raha jehanamu, ati mtakutana huko alafu mwanze kufanya pati. Shetani ni mwovu, ni mwongo sana. Hakuna maisha nye utafurahia jehanamu, huko ni kulia kusaka meno, kuteseka hakuna kupumzika, ni mateso kila siku, siku na mchana. Hakuna kupumzika, hakuna kukula, hakuna kukunywa huko ndani ya bahari ya moto you are inside the lake of fire that is why when god almighty is calling you today do not harden your heart welcome jesus christ in your life welcome the salvation of the grace of our lord jesus christ in your life and for sure you will be at a better place praise the lord beloved people there is no more time for sinning God really loved us very very much even to send us his only begotten son so that you may not perish so that you may not go to hell but the people living on this earth they have taken the privileges that God has accorded them with for granted they have taken the grace of God for granted the love of God for granted

does not please God. Praise the Lord, beloved people. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo ni siku ya toba, ni siku ya kuacha dhambi, ni siku ya kumpenda Mungu, ni siku ya kukataa Shetani na mambo yake maovu. Hiyo tu ndio inaweza kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah, praise the Lord. The word of the Lord tells us from the book of Hebrews

So Christ was sacrificed once to take away the sins of many and he will appear a second time not to bear sin but to bring salvation to those who are waiting for him. Beloved people, these are the days to wait upon the Messiah Jesus Christ.

Wapendwa, hauwezi kusema unangojea Yesu akupeleke mbinguni na umekataa wokovu. Umekataa, wewe umeamua tu kumpendeza Shetani, umeamua tu kukuwa mwizi suku. Wewe kazi yako ni kungojea watu usiku wakitoka kazini, wanyang'anye mali yao, alafu unasema tunangojea Yesu akupeleke mbinguni. Mbinguni ni nyumbani kwa wale ambao ni watakatifu, wale ambao wamekataa dhambi, wale ambao wanamhofu Mungu. Wale ambao kila siku wanaendeleza maisha yao katika njia ambayo inampendeza Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo anarudi, na anarudi kuhukumu dhambi, anarudi kuhukumu wale wote ambao wamefanya mioyo yao kukua migumu wamefanya mioyo yao kukuwa mgumu, wamekataa wokovu. Wanaona hao wako na maisha mazuri, wako na pesa mingi sana, kila kitu wako nayo, sasa wanaona afadhali tu wafanye tu maovu. Wanaona hao, wanaona hata hakuna haja ya kuenda kanisani, kwa sababu wako na maisha mzuri, a wagonjeki, wako na pesa, wanakula kitu yoyote ambayo wanataka, wanakunywa kitu yoyote ambayo wanataka, pesa ni mingi, zimejaa kwa mfuko zimejaa kwa shimo zimejaa kwa bank. Sasa wanaona wasimfuate Yesu, wamemkataa Yesu kwa sababu tu ya pesa, kwa sababu za, kwa sababu ya mali ya ulimwengu, ile hali mali ya ulimwengu inapita. Mali ya ulimwengu haitakupeleka mbinguni, haitakufikisha kwa Baba. Raha ya hii dunia haitakufikisha kufikisha kwa Baba, haitakufikisha kufikisha mbinguni. Wewe siku ya leo unafaa uamue, kwa sababu ukiondoka hapa duniani kama wewe ni mtenda dhambi, ulimkataa Mungu, ulimkataa Yesu, basi jehanamu ya kungoja. Pendwa, popote unaponisikia siku ya leo, siku ya leo Amua kumfuata Yesu Kristo, na atakusaidia, atakukokoa, atatembea pamoja na wewe ija. Haitajalisha kama wewe umekuwa mtu aina gani. Mungu ako na uwezo wa kukusamea, aijalishi umekuwa mwovu, umekuwa msherati, umekuwa mlevi, unavuta bangi kila siku, wewe unakula marijuana, umetenda kila aina ya uovu. Yesu Kristo ako na uwezo wa kukusamea na kukusaidia, na wokovu iko kwa ajili ya sisi sote. Yesu Kristo alikufa msalabani ili wote tupate kuokolewa, tupate ya katika ufalme wa Mungu Baba. Siku ya leo ni siku ya kufanya uamuzi, ni siku ya kuacha dhambi, ni siku ya kumfuata Yesu, ni siku ya kusema laa kwa shetani na mambo yake maovu. Kwa sababu siku moja Mungu Baba atakupea zawadi, atazawadi kila mmoja kulingana na matendo yako. Na uwezi kuendeleza maisha yako hapa duniani siku zote ukimkataa Mungu ukitenda maovu alafu utarajie kuingia mbinguni. Mbinguni watenda dhambi hawataingia. Ni tu wewe ukiamua ufuate Yesu, uache dhambi wakoke ndipo utapata nafasi ya kuingia katika ufalme wa Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe the word of the lord tells us from the book of revelation chapter 22 from verse 12 look i am coming soon my reward is with me and i will give to each and pers each and person according to what they have done i am the alpha and the omega the, la the first and the last the beginning and the end praise the lord beloved people Hallelujah. God will reward each and every person according to the work that you have done. Bwana Yesu atazawadi kila mmoja kulingana na matendo yako. Kwa hivyo kama wewe umekataa toba, umekataa kuokoka, umekataa kumfuata Yesu Kristo, basi unaandaa njia yako kuelekea jehanamu, unajiandaa kuingia jehanamu. Na wapendwa, niwaambie siku ya leo, jehanamu hakuna raha huko, ni mateso ya milele na milele, na Mungu atakupea mwili yenye haitawahi isha. Wewe utakuwa tu ukipitishwa uki, uki katika ghadhabu ya Mungu kila siku ukichomeka na mwili aiishi, utakuwa tu huko ukilia na kusaga meno. Mpendwa, siku ya leo ni siku ya kuchagua njia yenye itakayokusaidia, njia yenye itakuokoa, na hiyo njia ni kumfuata Yesu Kristo, ni njia ya wokovu, ni njia hiyo tu ndio itakupeleka mbinguni, kukumbatia toba, kukumbatia utakatifu, kuwacha kumpendeza Shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo anarudi, na arudi kukufa tena. Yesu Kristo anarudi kuhukumu dhambi na kuchukua wateule wake kuwapeleka kupumzika mbinguni. Siku ya leo ni siku ya kumfuata Yesu, ni siku ya wokovu, ni siku ya kutubu, ni siku ya kukataa Shetani na mambo yake, kwa sababu wakati umeisha. Yesu Kristo anakuja, na wale ambao wanataka kuendeleza maisha yao katika waovu wanaona maisha ni raha hapa Nairobi yao, walikuja hapa kuibia watu, walikuja hapa kufanya usherati, kusambaratisha ndoa za watu, walikuja hapa kuuza kuuza mwili yao wapate pesa mingi, wa, wa, wafurahie maisha, waponde raha. Pendwa usipotubu siku ya leo na ubadilike, siku moja utaangamia vibaya sana jehanamu. Yesu Kristo akona uwezo, Mungu Baba akona uwezo wa kusaidia kila mtu hapa Nairobi. Aijalishi unaishi maisha ya aina gani, ukiamua siku ya leo kumfuata Yesu Kristo, yeye anasema ya kwamba wale wote ambao wamelemewa na mizigo ya hii dunia wakuje kwake na wa, atawapea mapumziko atawapumzisha. Shetani hawezi kukupumzisha, hawezi kukusaidia, hawezi kukuletea suluhisho kwa mashida zako. Ni Mungu tu anaweza kukusaidia. Kwa hivyo, wale wote ambao wamechoka na mizigo ya dhambi, wale wote ambao wamechoka na maisha ya anasa, maisha ya kutenda dhambi, siku ya leo kuja kwa Bwana Yesu Kristo, atakupea mapumziko, atakupumzisha, atakusaidia, ataku atakusaidia kila siku katika haya maisha ya hapa duniani, na ukiendelea katika kumwamini Bwana Yesu Kristo utaokolewa, utapata maisha bora katika ufalme wa Mungu Baba. Wapendwa, siku ya leo niwaambie ya kwamba maisha mbinguni ni raha. Maisha ya mbinguni hakuna mateso, hakuna kulia, hakuna kifo, shetani hatapatikana mbinguni. Kwa hivyo siku ya leo ningependa kuomba kwa ya kwamba muchague maisha ya mbinguni maisha ya bora, na umwache kupendeza Shetani. Siku ya leo ni siku ya kutubu, ni siku ya kuacha dhambi, ni siku ya kuokoka na kuendeleza maisha yako katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo, ningependa kuwakaribisha nyinyi wote katika Kanisa letu pale opposite Super Love Primary School. Kanisa la Repentance and Holiness. Na wakaribisha wote mkuje, tujiandae, wakati umeisha. Yesu Kristo anarudi kunyakua kanisa lake takatifu. Yesu Kristo anarudi kuhukumu dhambi. Wacha arudi akupate kama wewe unajiandaa kumpokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mungu Baba apate kuwabariki sana. Mimi ningependa kuwaita wote ambao mnanisikia siku ya leo mupate kuokoka muwache dhambi. Dhambi inapeleka watu jehanamu, na wale wote ambao wamekataa kuwacha dhambi. Pendwa, hukumu ya Mungu Baba si mchezo, jehanamu si mchezo, jehanamu si raha. Siku ya leo watu wawache dhambi, watu wamfuate Yesu Kristo, hiyo ndio itakusaidia. Usifikiria ati sasa wewe unaona tu uko mzima una, unaanza kusema ati sasa watu wenye wako na shida ndio wanafaa kumtafuta Yesu au ndio wanafaa kuokoka, ati watu wenye wanateseka. wokovu ni ya watu wenye wanateseka? Wokovu ni ya kila mtu. Yesu Kristo alikufia sisi wote msalabani, tupate wokovu, tupate kuokolewa, tupate kuingia katika ufalme wake mbinguni. Wokovu si kwa, si kwa, si tu kwa wale, kwa wale ambao wanateseka Wokovu ni ya kila mmoja, uwe tajiri uwe maskini, uwe uko na watoto hauna watoto, uko na bibi hauna bibi, uko na bwana hauna bwana. Wokovu ni ya, kwa ajili yetu sisi sote tupate kuokolewa tuingie katika ufalme wa Mungu Baba. Yesu alikufia sisi wote. Haijalishi wewe ni un, un, unatoka katika eneo gani, wewe ni kabila gani, unaongea lugha gani? Wokovu ni ya sisi sote tupate kuokolewa tuingie katika ufalme wa Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo anarudi, anarudi kuhukumu dhambi, arudi kukufa. Yesu harudi kukufa msalabani tena, anarudi kuhukumu dhambi, na kwa wale wote ambao wangependa kuishi binguni na kuishi na Bwana Yesu Kristo milele na milele. Siku ya leo unafaa uokoke, uache dhambi utupu, ujisalimishe katika Kristo Yesu, ujisalimishe usalimishe maisha yako. Surrender your life to the Lord. Surrender your life to Christ Jesus. And for sure the Lord will help you. The Lord bless you all, beloved people.

help you. Why should you enjoy short life here in sin and then one day perish forever in hell? What will you gain for to receive the wealth of the earth, to receive the goodness of this life and enjoy life in sin and then one day end up in eternal hellfire? Beloved people, this is the day Remember that if you die a sinner, you will go to hell People don't receive salvation in, in, in, after they have died You can only change your life now You can only determine where you will spend your eternity right now when you are alive You cannot receive Jesus Christ when you are dead You cannot receive the salvation of the grace of our Lord Jesus Christ in your grave. Destinies are being determined right now. Mpendwe, ni sasa hivi tu unaweza amua uta utaishi binguni ama utaenda uangamie jehanamu milele na milele. Kwa hivyo wakati Mungu amekupatia fursa nyenyekevu siku ya leo, usimkatae Mungu Baba, usikatae wokovu, usimka usikatae kumfuata Yesu Kristo. Mungu Baba awabariki siku ya leo. Ni siku ya kufanya uamuzi, utujiandae. Yesu Kristo anarudi kuhukumu dhambi. Yesu Kristo anarudi kuhukumu dhambi na wale wote watakataa toba, wakataa wokovu, wakataa kubadilika. Pendwa, gadhabu ya Mungu baba si mchezo. Bwana Yesu awabariki sana.